Tumsifu Yesu Kristo. Tunakutana tena mara nyingine kutafakari neno la Mungu. Mfurizo wa tafakari zetu ambazo tumekuwa tukiwashirikisheni. Lengo letu uendelee kumjua Bwana Yesu kama mwalimu wako kama mwokozi wako kama Mungu wetu ambaye ndiye wote tunamtafuta huyu Mungu, kusudi tuishi vema maisha ya Kristo hapa duniani, lakini baadaye tuje tuona naye uso kwa uso. Tupo katika kipindi cha Kwaresma na tafakari hii ni dominika ya pili ya Kwaresma. Daima mimi jumapili za Kwaresma napenda kuziita vituo eh, dominika ya kwanza kiwa ni kituo cha kwanza ambacho tulimuona Yesu akiwa jangwani kwa siku 40, amefunga akiwa jangwani, anajaribiwa na Ibilisi, anayashinda yale majaribu. Leo kituo cha pili cha Kwaresma, Yesu anatoka jangwani na tunamkuta juu ya mlima Tabor akigeuka sura, na wanafunzi wake wanauona utukufu wake. Tusikilize somo la Injili ambalo ndilo tunalilenga kutuongoza katika tafakari hii. Somo la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya tisa aya ya 28b mpaka aya ya 36. Yesu aliwatwaa Petro na Yohane na Yakobo akapanda mlimani kuomba. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe ya, ya kimetameta. Na tazama watu wawili walikuwa kuzungumza naye. Nao ni Musa na Elia walionekana katika utukufu wakanena habari za kufariki kwake atakako kutimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa milemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa akijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya, hali ya juu ya semalo. Alipokuwa akisema hayo, ilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo, sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikilizeni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Ninapoanza tafakari hii juu ya Yesu akiwa mlimani pamoja na mitume wake hawa watatu, Petro, Yakobo na Yohana, inanikumbusha tukio moja ambalo lilitokea nikiwa na niko malezi miaka ya tisini na moja kwenye seminari yetu ndogo ya Itaga, pale kuna mtoto wa dada yangu bintu wa dada yangu mpwa wangu ambaye tunalingana mtu mzima sasa, japo ameitwa na Mwenyezi Mungu, apumzike kwa amani, alikuja kunitembelea pale seminari, lakini yeye ni Muislamu. Kwa hiyo alikuja na mme wake kunitembelea seminari, wakawa wamekuja na watoto wao, ambao e, binti nadhani wawili walikuwa kwa kama darasa la saba, na wengine wadogo, vijana wawili wavulana. Seminari ya Itaga iko nje ya mji, ni mahali patulivu sana mazingira mazuri, chakula kizuri, wanato, watoto walikuwa wanakula pale. Wanafunzi walipofika pale kwenye muda wa saa nne nikakaa nao nikawazungusha mazingira, baadaye tukala nao chakula. Basi kwenye saa tisa hivi wakawa naelekea nyumbani, lakini ilitokea kwamba muda na wazungusha baada ya mlo, wale mabinti wawili wakubwa pamoja na wadogo zao, inaonekana waliyapenda mazingira ya pale seminari Kimsingi wakaanza kumuliza mama yao, hivi mama, kwa nini usimwambie baba akatuhamishia tukasoma shule hii ya hapa? Mbona ni pazuri sana tunaona kuna utulivu, mazingira mazuri, sio kama kule tunakosoma mjini, na chakula tumekula ni kizuri sana. baba mama, mwambie baba tuhamie hapa. Mama yake kimsingi akamwambia baba yake, na baba yake akauliza, hivi hapa huyu kijana wangu anaweza kusoma hapa? huyu kijana wangu anikasema, kwa kweli haiwezekani. la kwanza au wasichana hawaruhusiwi kusoma hapa, ni wavulana tu. Lakini la pili ni Wakatoliki wanaosoma hapa na nyinyi ni Waislamu. Lakini kasema zaidi ya hayo, hata mungelisema wabadilishe wao Wakatoliki, kuna mitihani tunaifanya, tunaangalia familia kwa mpaka mitihani yote ya kuangalia familia mpaka mu Wakatoliki na kadhalika, sio kitu cha siku mbili tatu. Lakini tutakusema ni ule uzuri wa seminari yetu, amani walioiona, chakula walichokiona, upendo niliowapatia, mazingira na ndege na ngedere waliokuwa na rukaruka katika mazingira hayo. Yote hayo, ndege, ngedere, mimi shule, chakula, soda, nizo hapa. Watoto wale walipoona pale, hapana, kuna utukufu, lazima wabaki pale. Sasa inavyoonekana, na ndivyo ilivyo sisi binadamu mazingira watu tunawokutana nao hali tunazokutana nazo zikiwa nzuri, hapo panakuwa mbinguni, na zikiwa mbaya inakuwa kinyume chake. Sasa ona hapa, somo nilo lisikia, tunamwona Yesu akiwa na Petro, Yakobo na Yohana. Yesu amewapeleka mlimani kusali, lakini kabla ya hapo, kusoma mistari michache hapo nyuma Yesu alishawauliza watu husema kwamba mimi ni nani e? Na wakasema Eliya, Yohane Mbatizaji na kadhalika, lakini baadaye akauliza ninyi nani? Petro akasema, mnakumbuka, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na Yesu akamsifia. Lakini ukisoma kwa mfano Luka sura ya 9 mstari wa 18 eh, 18 mpaka 27, ambayo ni mstari tu kabla, ya kwanza, mstari wa 28 Yesu aliwaambia kwamba ataenda Yerusalemu, atateswa ata atapata mateso, atakufa na siku ya tatu ikafufuka. Hiyo ilikuwa dozi kubwa na kali kama ya kwinini. Huo ulikuwa kama mwarubaini ambao waliunywa unywa wakaumia waka sana. Hawakutegemea Masiha wanayemtegemeawe namna hiyo. Na kweli ndivyo imani ilivyo. Mitume wa Yesu walikaa na Yesu takriban miaka mitatu. Msije mkadhani kwamba kwa kuwa na Yesu kila kitu chote walikielewa juu ya Yesu. Imani yao ilikuwa ndogo, inazidi kukua taratibu taratibu, na hivyo Yesu, ndiyo maana alikuwa anawapeleka taratibu. Na hapo wakati anayasoma anayasema maneno haya, yani kama alikanao miaka mitatu, ilikuwa kama mwezi mmoja wa mwishoni. Kama ingelikuwa ni kozi shuleni sila, basi Yesu ndiye alikuwa anakaribia kuimaliza, Labda yuko sura ya mwisho ya kitabu, ndiye akawaambia kwamba mimi nitateswa pale Yerusalemu, nitakufa, nitauawa na siku ya tatu nitamfuka. Sasa Yesu kwa kugundua yeye ni Mungu na kuona kwamba hilo somo la kufa, kuteswa, kufa na kufuka ni gumu kulielewa, akaona hapana, ngoja niwapandishe mlimani, akaenda kusali. Katika kusali, tumesikia kilichotokea, sura yake ikageuka. Sasa tukumbuke kwamba kwa Wayahudi mlima ulikuwa unahusiana na mbingu. Mlima ulikuwa na uhusiano mkubwa na Mwenyezi Mungu. Kwenye mlima ni kama mbingu, ni kama inashikana na mbingu, kama tukitumia maneno ya kawaida. Kwenye mlima kuna utulivu. Na ndio maana sehemu za milima Wayahudi walipachukuliwa kwamba ndipo uwepo wa Mwenyezi Mungu. Eh? Na, na, na kuna watu ambao pia wamekutana na Mwenyezi Mungu kwenye milima au hata sehemu nyingine ambazo walipokuwa na sali sura zao zilibadilika pia. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 29 mpaka 35, baada ya Musa, eh, baada ya Musa kuwa mlimani Sinai kwa siku 40 akiwa na Mwenyezi Mungu, uso wake ulianza kung'aa, kwa sababu alikuwa amezungumza na Bwana, na Waisraeli walipoona uso wake ukiangaza uking'aa, waliogopa eh, na wakazifunika nyuso alipokuwa zao, zao, kwa shuka, eh, anazungumza nao. Kusema ukweli, hakuna mtu ambaye amekutana na Mungu akabaki vile vile. Na mtu kutana na Mwenyezi Mungu, yani katika ule undani kabisa, hata sura yako mtu akikuangalia utaona umebadilika. Alikuwa ananiambia padre mmoja alikutana na baba mtakatifu wakati wa nyuma kidogo Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Yohane Paulo wa pili alikuwa na utaratibu mmoja. Kuna watu wa mbali mbali kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wanamwandikia ma maombi yao wa waombee. Mtoto wangu anaumwa. Mimi nina shida ya ndoa yangu. Mimi nina shida hii na hii. Baba Mtakatifu, niombee. Asa nasema yule padre, baba mtakatifu alikuwa anazikusanya hizo maombi yote na yakusanya. Alafu akatakiwa mbele ya ekaristi na baadhi ya mapadri wa chacha aliokuwa anakaa nao, amepiga magoti, au labda wakati mwingine anakaa, basi anachukua ombi moja kutoka kwenye mfuko. Huyu bwana anaitwa Paulo, yuko Brazil, ametuomba tumuombe mtoto wake anakansa aweze kupona na mapenzi ya Mungu yatimizwe. Baada ya kuchukua hilo ombi analiweka mbele ya ekaristi Halafu anakaa kwa kusali, anasema kunakuwa na ukimya, kwa anasema Baba Mtakatifu Mtakatifu na Paulo wa pili, ungelimwona kabisa, sura yake imebadilika, namna ya kupumua kumebadilika, ni kama anaenda kwenye ulimwengu wa roho mpaka mnaona, yani ukimya umetanda, na anaweza kutoka, kuja kutoka katika ulimwengu wa roho huo labda baada ya dakika kumi au kumi na tano. Si kwamba amesinzia ila na muunganiko na Mwenyezi Mungu. Kweli sura yako alikuwa anasema ungeweza kuona imebadilika. Muunganiko na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaona, mtu ukiungana na Mwenyezi Mungu kabisa kabisa, Mungu ataweza kuona. Na ndiyo maana kwenye kusali kwetu, mfano, sisi mapadri tunaofanya makuu ya Bwana misa kila siku, inabidi tujiandae vizuri na tuwe na muungano na Mungu. Na wale watu nao waongoza katika misa, wanaweza kutuona kwamba Huyu Father John, huyu Father Wojciech Chungura, huyu Father Paulo, kweli misa aliyoisoma amekuwa ameungana na Mungu. Sisi tunasema kwamba kuna kipindi atuungane na Mungu tunapoadhimisha misa. Lakini kuna uwezekano na sana lakini hujaingia ndani kwa ndani na kuungana na na Mwenyezi Mungu. Kumbe huyu Musa kwa mfano aling'aa uso wake. Lakini hata nani mnakumbuka Stefano katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya sita hasa mstari wa kwanza alipokuwa akihukumiwa mbele ya baraza la Wayahudi Sanhedrin, uso wake ulionekana kama uso wa malaika. Alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, na hata wakati wa kuwa kwake aliona mbingu zikifunguka na Yesu akiwa mkono wa kuume wa Mungu, naye alibadilika, aliona nguvu zinafunguka. Ni ni ni, experience, ni, ni, ni, ni, ni ni ni matokeo yanayotokana ya na mtu anapokutana na Mungu eh. Lakini mtakatifu Paulo kabla ya kuwa mtakatifu, Matendo ya Mitume sura ya tisa mstari wa tatu mpaka wa tisa Sauli ambaye baadaye alikuwa Paulo, alipokuwa njiani kwenda Damasco kuwatesa Wakristo, alikutana na mwanga mkali kutoka mbinguni ambao ulimwangaza na kumfanya kuwa kipofu kwa muda wa siku tatu. Mwanga mkali ulikuwa ni mwanga wa kimungu huo, e, eh, sio kwamba ulikuwa labda mwanga wa jua, hapana. Hii limbadilisha kabisa maisha yake, na baadaye akawa mmoja wa mitume wakuu wa Yesu. Tunafahamu maisha ya Paulo yalivyokuwa. Kukaa kimya si kitu kidogo eh. Tunapenda kuongea sana eh. Hatupendi kusikia sana. Mungu ametupa mdomo mmoja na masikio mawili, anataka tusikilize zaidi kuliko kuongea watu hatutulii katika maisha. Mwingine unamwona ametulia hivi, lakini ndani ya kichwa chake, ndani ya moyo wake ni moto mkubwa upo unafuka. Tutulie kwenye kuabudu eh? Kuna makanisa mengine mnabati, kuna Yesu wa Ekaristi masaa ishirini na nne kama St Joseph Dar es Salaam, lakini na majimbo mbalimbali Kahama majimbo mengi ambayo wana makanisa ya mlimani na Petro, Yakobo na Yohana, akwenda na bibulia nowazi haikuepo yeye ybenywe ndio Biblia, Biblia kimsingi lakini alisali afutane na baba yake. Watoto wetu tunawapeleka mlimani, watoto wetu tunawafundisha imani, watoto wetu tunawafunza kukutana na Mungu. Muda huo tunaupata wa sala. Kwaresma ni kipindi muhimu cha kukaa kimya na kujikabili, kuji ndani kabisa. Yesu anasema tufanye toba. Unajua, toba tunaposema, toba, au mtu unaposema unaenda kuungama dhambi zako, ile kwenda kwa padre kuungama dhambi, kutaja dhambi zako ni tendo la mwisho. Kabla ya hapo, inabidi wewe umeisha jikabili, kuona nina mapungufu wapi, dhambi zangu ni zipi, na niziache kweli, sio kusema kwamba jana nimemtukana mtu naenda kutaja jana nimetoka na mtu kwa padre basi tayari imefutwa hapana. Ni hatua kujikabili na kumwomba Mungu akusaidie wachane na dhambi hiyo. Kulikuwa na jamaa mmoja ambaye ilitolewa milioni kumi juu ya mambo haya ukimia, bwana mmoja akatoa milioni kumi akasema hivi mtu atakayeweza kukaa kwa dakika saba bila kuongea milioni kumi ni zake. Akawaita vijana, aliwakuta sokoni. Kijana alikuwa na kadogo kaka hivi, sio alikuwa amekuja nako sokoni Alipoona amekaa kimya, sura jua watoto wakiona kama baba au mama wamemshika au wamekuwa kimya, watakuchokoza. Akaanza kulia pale upande na akakaita, we, we John njoo mtiani, ukamshinda watatu. Akaenda daka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Ilipofika ya sita, basi yule ba, yule kijana aliyekuwa na pesa bilioni 10, yule baba akaenda kumwambia yule kijana ambaye alikuwa sasa amefikisha daka sita, akasema da naona una kama unakaribia mwisho. Hizi milioni kumi tukwekee kwenye akaunti gani? Kwenye mtandao kwenye simu yako labda pesa au tukuwekee benki? Akasema niwekee benki. Hapo yuko dakika ya sita, zimebaki sekunde kama thelathini, mtihani ukamshinda. Milioni kumi zikamshinda. Kukaa kimya ni kazi kubwa sana, ukimya na kusali, ukimya na kusali. Eh, Mama Teresa anasema tuwe na ukimya wa, wa, wa, wa milango yetu ya fahamu, ukimia wa mdomo ambao pengine ni vigumu kama nilivyosema, tunapenda kuongelea. Kadhalika ukimia vile vile wa macho. Unaweza ukawa kanisani, uko mahala, uko kimia hivi, lakini macho yako hayako kimia, ndio mbona mimi wanawambia watu kama ningelikuwa nikusali na kana waamini, ningelikuwa na kaa mbele mako kaa nyuma. Vishawishi ni vingi, hasa mara kina mama amekuja ameenda saluni, wa mama wenzake wanamwangalia huyu, mara anajikuna, mara huyu amekuja, sijui swali yake kijana, ameilegeza, unatenda hata ya wote, unatenda dhambi hata ya kumhukumu. Basi na wazi wote tuweze kukaa mbele kanisani. Mama Teresa anaendelea eh, ukimya wa wa, hata wa ulimi wetu kama mlango eh, wa fahamu vitu navyo kukula eh, ndiye amekaa India sana, wale wa Hindu wanasema akiwa nakunywa chai anaweza akanywa kikombe cha chai kwa muda hata wa dakika 20. Kikombe hiki kimoja unakunywa chai mpaka unaisikilizia, inakuingia, ndio chai hiyo. Siku hizi mimi inanishangaza sana, tuombeane. Watu anakuja kula mezani saa ya chakula na wenzake na familia yake, au anaweza kuwa padri na mapadri wenzake, au mtawa na watawa wenzake anakuja na simu anaitenga hapo mezani, anaweka tonge la ugali, alafu anaanza kuangalia ah Diamond kafanya nini? Trump amewafukuza wa Marekani ndio na chakula. Hivi juzi ulisikia habari hizi na hizi anashindwa kula, anashindwa kuongea. Sasa haya ni ya kiulimwengu. Maisha ya kiroho yanahitaji ukimya. Mama Teresa anatufundisha mambo, mambo makubwa juu ya hili. Macho yetu, masikio yetu eh, ulimi wetu tuwe na ukimya. Lakini tumalizie tafakari yetu hii, na yale maneno ya muhimu ambayo Mungu Baba, nafsi ya kwanza ilipotokea mlimani pale akiwapo Mungu Bwana Yesu mwenyewe na Roho Mtakatifu kwenye alama ya wingu alisema huyu, ni mwanangu mpendo wangu, msikilizeni yeye. Na sauti hiyo ilisikia vile vile wakati Yesu anabatizwa mtoni Yordani na Yohani Mbatizaji. Tukirudi pale, aliwaambia anayewafundisha, anayewaambia muyasikilize, hata kama ni mateso, hata kama ni kwinini, haiwezi ikamezeka. Ndiyo, sisi ni kwa kiasi gani tunayasikia maneno ya Yesu? Ni kwa kiasi gani tunamsikiliza? Sijui. Tunaweza tukawa tunasikiliza Injili au hapo nasikiliza mahubiri yangu ya tafakari hii lakini kwa kiasi gani nazama ndani ya mioyo yetu na tunaamua kwamba tunamfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine ni changamoto kila mtu ajitafakari. Tumalizie. Je, kugeuka sura kwa Yesu kuna maana gani katika kipindi cha Kwaresma na katika Dominika, kujivuza, Dominika kwa hii ya Kwaresma? Pengine ungeweza kujiuliza Dominika hii ya Kwaresma kwani watokee somo hili? Na ni kila mwaka linawepo. Kama ile injili ya Yesu kugeuka sura imeelezwa hii hapa, imeelezwa katika injili zote tatu, hata ile injili tuliyosoma Jumapili ya kwanza ya Kwaresma ya, ya Yesu kwenda kunani eh, kujaribiwa na Ibilisi. Injili zote Marko, Yakobo na Yohana, vimo hivyo vya kugeuka amini Yesu kujaribiwa na hii inaonesha kwamba hili tukio lilikuwa tukio la muhimu sana. Kwa nini Yesu tuwekewe somo ili Yesu ugeuka sura? Yesu amegeuka sura kutuonesha utukufu wake, aliwaonyesha Petro, Yakobo na Yohana, na ugeuka sura tunakusoma huko kwenye kipindi cha pili cha Kwaresma, kutuonesha kwamba haya yote tunayohangaikia, toba kusali, kufunga, mwisho wa mwisho mimi na wewe tuende mlimani na tukutane na Yesu. Tutakuta naye hapa katika sala zetu, katika sakramenti zetu, katika kuunganika naye, lakini mwisho wa mwisho tutakutana naye uso kwa uso mubashara huko mbinguni. Tuendelee kuombeana kila mmoja auone utukufu wa Mungu, kila mtu katika sala aingie katika ulimwengu wa roho, kila mtu na yeye ang'aye sura kama Yesu. Hicho ndicho tunachokitafuta. Bwana, zidi kutukuzwa na we uzidi kutakatifuzwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi, kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. TMP Bookshop, tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop, sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa nne sita tano Karibu TMP bookshop.